Kwa na asira jioni leo tunapoingia kwenye maombi natamani uombe kwa kumwambia Baba, imetosha. Mimi siwezi kuendelea kuomba baishaji, mimi siwezi kuendelea kwa chizi chizi tu mtani. Nahitaji kupata nguvu mpya kufanya kazi, nikaweza kulea familia, nikaweze kuwa na nguvu mpya kwa ajili ya kutumikia Mungu. Siku nikilazwa katika utomo, kama Yesu ajarudi, basi niweze kujulikana kwamba ni mtu ambaye niweza kufanya mambo makubwa katika uso wa nchi kwa sababu Mungu alichokupa wewe hajamnyima mwingine. Mungu amekupa kipawa kile kile na macho yako mawili, kwa nini usiweze kufanikiwa katika unayofanya? Kuna vita na bidu, pigani. Naomba nikwambie kuambia ufalme wa mbinguni unapatikana kwa vita, sio masiara. Amua jiona leo kubadilisha historia, andika upya, kuwa na uchungu wa kubadilisha historia vinginevyo utabaki vile vile. Natamani umekuja mpaka sasa, umekuja mpaka kwenye kanisa, natamani uandike ukurasa mpya kwenye maisha yako. Nao yatosha, yatosha, nahitaji kubadilika. Mungu ana makusudi mema na maisha yako. Mungu hajawahi kuwaza mabaya. Mabaya ni yule mchinjaji muwaji na mharibifu. Tunapoingia kwenye maombi.